Bodi ya wakurugenzi ya mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji ya EWURA imefanya ziara ya ukaguzi wa mradi wa bomba la mafuta ghafi Afrika Mashariki EACOP, Chongoleani, mkoani Tanga. Ziara hii imefanyika tarehe mbili Juni mwaka 2025 huku lengo kuu likiwa ni kufuatilia maendeleo ya utekelezaji wa mradi huu mkubwa wa kimkakati unaotekelezwa kati ya Uganda na Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na EACOP wakati wa ziara hiyo, hadi sasa utekelezaji umefikia asilimia 60 na unatarajiwa kukamilika mwaka 2026. Mwenyekiti wa kamati ya nishati ya bodi hiyo, Mhandisi Ngosi Mwihava, anaeleza kuridhishwa kwa bodi na maendeleo ya mradi huo. Kwa hiyo tumekuja, tumeangalia, tumepata taarifa ya, ya utekelezaji na matarajio ni kwamba kufikia mwakani mradi utakuwa umekamilika. Kwa hiyo tumeridhika kwamba sehemu kubwa anazingatia yale ambayo tunayatarajia na tunatarajia kwamba tutaendelea kuwaelekeza maeneo ambayo yanatakiwa warekebishe, ili kuhakikisha kwamba nchi inanufaika, lakini malengo ya mradi mzima yanatimia kwa upande wa Tanzania na kule Uganda. Utekelezaji wa mradi huu wa EACOP umekuja na manufaa mengi kwa Watanzania. Mkurugenzi wa rasilimali watu na huduma za taasisi wa kampuni ya EACOP Bwana Geoffrey Mponda anaeleza manufaa hayo na faida nyingi ambazo pia kama nchi inafaidika kutokana na kuwepo kwa hii facility hapa Tanga mojawapo ni nafasi kwa vijana kupata utaalamu wa kisasa wa teknolojia ishirini na moja, kwa sababu hii mifumo yote ambayo tunaiona hapa ambayo ni ya kupokea mafuta na kusafirisha kwenda baharini kwa ajili ya kuuzwa kwenye masoko ya kimataifa. Kwanza tuna ajira ya watu zaidi ya elfu sita na asilimia sabini ya waajiriwa ni wakazi wa eneo maeneo haya ambayo yanazunguka mradi. Kwa hiyo ni faida kubwa sana kwa upande wa nchi, lakini pia kwa ajili ya uh, vizazi vijavyo ambavyo vinaendelea kuhusishana elimu kupitia kwa utekelezaji wa mradi huu mkuu. Katika ziara hii, bodi ya wakurugenzi EWURA ilipata nafasi ya kumtembelea mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dkt. Batilda Salhaburian ambaye naye alieleza manufaa ya mradi wa EACOP Mkoa wa Tanga tumeweza kushirikiana katika mchakato mzima, kuanzia uanzishaji wa mradi, lakini katika hatua zote nufaika kwa sisi Tanzania kupitia mradi, kupitia utendaji wenu, ambapo nyinyi ni watumiaji wakubwa kwa posha local content unaweza kupatikana na Watanzania wananufaika na vile vile kuhakikisha kwamba kwa kuna wananchi au na wadau mbalimbali wa zabuni wanajisajili kwenye database kwenye ya EWURA ili kuweza kuisaidia sisi. Kama mkoa tulichofanya kwanza ni kuanzisha kituo kwa cha pamoja zai, baada ya kuwa na idadi hii mkubwa, bomba la mafuta kumejawa vitali kwa ajili ya Kupitia usimamizi madhubuti, EWURA inaendelea kuhakikisha kuwa miradi mikubwa ya kimkakati kama EACOP inatekelezwa kwa ufanisi, uwazi na kwa manufaa ya Tanzania. Hii ni hatua nyingine muhimu katika safari ya kuimarisha uchumi wa taifa kupitia rasilimali zetu za nishati.